Mpango wa kuondoa vituo hivyo binafsi vya mabasi mkoani Arusha unatajwa kuwa na shabaha ya kukabiliana na adha ya foleni za magari barabarani zinazoripotiwa kujitokeza kwa nyakati tofauti jijini humo. Taarifa iliyotolewa kwa pamoja kutoka kwa ofisi ya wakala wa barabara za mijini na vijijini TARURA, jeshi la polisi, pamoja na wakala wa barabara Tanzania TANROADS katika mkoa wa Arusha inataja kuanza kufanyiwa kazi kwa maelekezo ya mkuu wa mkoa huo Amos Makala, ambaye alitaka kushughulikiwa kwa kadhia hiyo ya foleni inayokwamisha shughuli za kijamii na kiuchumi ndani ya jiji hilo, hasa barabara ya Kanal Midton toka Mianzini kuja stendi kuu, barabara ya Fadhababu ile ambayo inaanzia Seliani, Seliani kuelekea kule Kilombero. Tumeagiza stendi zote hizo ziondolewe mara moja kuanzia sasa hivi ili kuruhusu magari yaweze kupita smoothly. Amba nyumba za watu binafsi zimegeuzwa kuwa stendi, sio utaratibu kisheria. Nyumba zile zinaweza kutumika kwa ajili ya matumizi ya makazi na biashara kwa mujibu wa master plan. Hivyo na wasii wenye mabasi wapeleke mabasi yao stendi. Na wapeleke muda mfupi kama dakika thelathini kabla ya safari zao kuanza. Hata hivyo, wananchi wa Arusha wamepokea kwa hisia tofauti maelekezo hayo. Kuhamisha zile stendi ni changamoto kutokana na kwamba pale wananchi wananufaika sana kuweza kupata usafiri kwa wakati. Mtu kwa mfano amefika pale usiku, ni rahisi kuweza kutoka pale na kupata usafiri pale pale na kuondoka. Kwa hiyo, mimi kama mimi, wazo kubwa ambalo naweza kulitoa ni kwamba stendi zile zisihamishwe bali kinachohitajika kifanyike, kiwekwe utaratibu ambapo labda basi linaweza likapita pale kwenye ofisi yao ikachukua abiria na kuondoka. Ukiangalia hata pale stendi kubwa bado kuna magari yamejaa, hapatoshi. Labda serikali, ningeomba watafute sehemu kubwa, ambapo ya kuwapeleka magari mengine. Stendi iliyoko Arusha ni ndogo Vitu ilivyo sasa hivi. Hata sasa hivi ukienda hapa magari haya hayaendi kule, wanashushia kwenye vituo wa vyao kwenye ofisi zao, lakini pale kuna msongamano. Barabara ile yote ya kuingilia mabasi kuingia stand yote imegeuka ni sehemu za kupikia, na cha ajabu watu wanapika kwenye lami. Tangazo lililotolewa kwa pamoja baina ya TARURA, TANROADS, jeshi la polisi na ofisi ya mipango miji jijini Arusha linataka kila basi kuanza safari zake katika kituo kikuu cha mabasi mkoani humo, huku angalizo likitolewa pia kuhusu uoshaji holela wa mabasi pembezoni mwa barabara. Idi Wesu, Azam News.